David Pagu pamoja na Martin Mpile wamejitangaza wenyewe au wametoa tangazo kubwa sana kuelekea kwenye Afcon inayotarajiwa kuanza tarehe 21. Hii ni mara tu baada ya kukabidhiwa nafasi ya kukinoa kikosi cha timu ya ya taifa ya Cameroon the Indomitable Lions. Wametoa statement ambayo by the way inazungumza kote duniani sio Afrika peke yake. Martin Mpile kwa wasiomfahamu, ndio kocha msaidizi wa kikosi cha timu ya ya taifa ya Cameroon ambapo David Pagu ameteuliwa na kamati ya utendaji ya chama cha soka pale Cameroon FECAFOOT kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho, wakati huo timu hiyo ikiwa inaingia mapema siku chache zijazo kambini kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya Afcon inayotarajiwa kufanyika katika taifa la Morocco kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 12. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu kitendo cha kumweka nje Andre Onana pamoja na Vincent Aboubakar na nahodha wa timu ya taifa ya Kamerun pamoja na mchezaji wa kuheshimiwa kwa takriban miaka 15 mfululizo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kamerun. Sio statement ndogo iliyofanywa na Pagou. Na sio statement ndogo pia iliyofanywa na Fecafoot. Kwa mwaka pembeni kocha anayeheshimika barani Ulaya pamoja na Afrika kwa ujumla na kumchukua kocha raia wa Kamerun. Sio statement ndogo. Niamini mimi. Kwa nini nimesema hivyo ni kwa sababu E, Kamerun jana wamekuwa na mvutano wa muda mrefu sana. Tangu, na tangu mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwezi Aprili, alipoteuliwa kocha Marc Brys na wizara ya michezo ya Kamerun, kulikuwa na shida sana kwenye timu ya taifa ya Kamerun na alipinga kuanzia namna ambavyo aliteuliwa, akapinga pia namna anavyofundisha na baadhi ya mambo mengine ya msingi chini ya Marc Brys. Lakini hatimaye bwana, mara tu baada ya kuchaguliwa kwa mara ya pili kama rais wa FECAFOOT, Samuel Etoo amefanya maamuzi magumu sana. Kikao cha kwanza kilichokaa kati yake na kamati ya utendaji ya FECAFOOT, kimefikia maamuzi ya kumtimua Marc Brys. Kwenye ile barua ambayo amemtimua nayo Marc Brys, wameelezea baadhi ya vitu ambavyo wa vimesababisha Marc Brys atimuliwe. Mmoja wapo ni kuto kukubali kushia programu za mazoezi. La pili ni pamoja na kuorganize press conferences bila taarifa ya FECAFOOT ovyo ovyo, kiasi ambacho wadhamini walikuwa wanalalamika sana, wadhamini wa timu ya taifa ya Cameroon walikuwa wanalalamika sana. Lakini jambo la tatu ni namna alivyokuwa anachagua wachezaji, mahusiano kati yake na wachezaji pia. Jambo la nne ni mahusiano ya kimkataba na marketing, ni miongoni mwa sababu za msingi sana pamoja na namna ni sababu iliyosababisha wao wasifuzu kombe la dunia mwaka 2026. So nakumbuka wametolewa kwenye playoff na timu ya taifa ya DR Congo. Kwa hiyo naamini pia hiyo ndio sababu ya wao kutokushindwa kufanikiwa kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa hiyo wamemtimua kocha Marc Brys. Wamemwajiri David Pagou. Na David Pagou maamuzi yake ya kwanza ni kikosi alichokiita. Ameweka nje golikipa wa Manchester United Andre Onana ambaye anatumikia Trabzonspor. Ameweka nje pia na hodha wa muda mrefu wa timu ya taifa ya Camern bana Vcent Abumaa, mzee wa lile lichopo alifunga gari kali sana kwenye kombe la dunia, amemweka nje na ameamua kwenda na wazaji ambao wanakwenda nao kwenye kos yake. Nafasi pekee kocha yenye mchezaji kutokea barani Afrika ni nafasi ya golikipa peke yake, ndo ina mchezaji kutokea barani. Wanaenda AFCON wakiwa na uongozi ambao sio mpya, ni ule ule, lakini ni uongozi mpya kwa sababu umechaguliwa kwa mara nyingine, term nyingine, ya FECAFOOT ambapo Etoo amekosa kura mbili tu kati ya kura zote zilizopigwa na amepata uungaji mkono mkubwa sana, anaenda kuwa rais tena wa FECAFOOT kwa kipindi kingine na mwingine, akiendelea kutafuta namna ya kuisaidia Cameroon kufikia mafanikio makubwa na kurejea katika ule ufalme wa Cameroon ambao tulikuwa tunaifahamu. Of course anaenda AFCON, hawendi kukutana na bechi nyepesi. Mechi ya kwanza tu ni dhidi ya kina Pierre-Emerick Aubameyang, timu ya taifa ya Gabon.

baadhi ya timu ikiwemo Sunderland wameshaongea na mataifa ya afrika ambayo na wazaji wao takriban wazaji wao saba, Adingra, na wazaji wao takriban watasalia katika kikosi cha Sunderland mpaka tarehe kumi na tano ikiwemo wakina Simon Adingra pamoja na watu wengine wengi sana kama kina Renildo na wengineo ambao watabakia kwenye kikosi hicho mpaka tarehe kumi na tano kwao Kamerun pia wanaweza kuathirika wazaji wao baadhi wanaweza kuomba kuendelea kushiriki ligi za ulaya mpaka tarehe kumi na tano tofauti na wale ambao watakuwa wakishiriki ligi za afrika Asante kwa kunisikiliza asante kwa kunitazama pia, by the way, naitwa Emanuel Goodluck hini IREM TV, hakikisha una subscribe na unaelea kusalia nasi.